Nafasi, labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi eh, bila kuamsha hisia za watu. Nafikiri sisi tunaelewa, afaetu nafasi yetu, nafasi zetu ya kanisa, wapadri tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister kwamba mtawa padi, au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote, kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku mapadri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa, hatutakiwi kuonekana huku, na ni vibaya watu kurubu, kurubuni na kuhadaa watu hawa wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa kwa hadaa na kwa rubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi, haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa moja, mklara ambaye hata redio asikilizi, taarifa ya habari asomi, unamsomba tu. Alafu unamwelekeza unamfanyisha ile doctrination, hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa. Marufuku kama watu wanaamini. Marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha, cha siasa hata wakati wa mchezo. <laughs> Marufuku hata kulala nayo usiku. hata kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa. Marufuku kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi basi tapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kuenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza potofu, kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo, na wanaweza kutuongoza katika hilo.